Kutokea hapa Coco Beach jijini Dar es Salaam. Chapesa media tayari tumekwisha kutia nanga, nia na madhumuni ni kukupasha na kukuhabarisha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na, ya na michezo na burudani. Nikwambie tu kama bado hujasubscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kukupasha matukio mbalimbali yanayokuwa yakiendelea hapa katika eneo hili la Coco Beach jijini Dar es Salaam. Kumbuka ya kwamba lunya si Simba Sports Club atakuwa katika dimba la Benjamin William Mkapa ni na madhumuni yao, wanakwenda kuchupa karata yao nyingine ya pili katika ngwe ya kwanza, ikiwa na maana kwenye hii ngwe hii ni hakuna namna, Simba Sports Club anahitaji ushindi kwa ajili ya kuelekea hatua inayofuata ya michuano ya second preliminary round kwenye tournament ya CAF Champions League mkondo wa kwanza, mnyama Simba lunyasi aliweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Pengine leo hii ndani ya dimba la Benjamin William Mkapa, mashabiki wakiwa hapa ndani ya Coco Beach wanahitaji kitu cha namna gani haswa? Sisi tuko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha matukio mbalimbali mbali ambayo yatakao kuwa yakijitokeza hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa nikupate na nikujuze na nikwambia kwamba mambo mbalimbali yatakayojitokeza hapa katika dimba la Coco Beach uh, la jijini Dar es Salaam. Sisi tuko tayari kwa ajili ya kukupasha na kukujuza mambo hayo mbalimbali mbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado hauja subscribe, ni heri ukafanya hivyo, ukawa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, kwani tuko tayari kwa ajili ya kukupasha matukio mbalimbali mbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Stay tuned, we are Chapesa Media. Endelea, tuko hapa ndani ya jimba hili la Coco Beach jijini Dar es Salaam.